Tena mtazamaji. Na mtazamaji, baadhi ya watu wa jamii ya Sabaot wanaoishi ya eneo la Mlima Elgon sasa wanaitaka serikali kuwaruhusu kukata mti wa mkuyu ulio kwenye shule moja ya msingi ya eneo hilo. Wakazi hao wakidai kuwa mti huo ulio katika shule ya msingi ya Toroso una laana za jadi na ndio chanzo cha maangaiko wanayopitia wakazi, na huku wakisema hatua hii itafanya matambiko za kitamaduni. Utawala wa serikali kuu eneo hilo unasema hizi ni porojo tu na itikadi zisizo za kweli Kama meli... Sana. Mti huu wa jadi ulio imara katikati ya shule ya msingi ya Toroso eneo la Mlima Elgon unaonekana madhubuti na wenye historia ndefu za wakale. Lakini mbali na udhabiti wake, mti huu umeendelea kuigawanya jamii zinazoishi eneo hili. Tofauti na hofu zinazoendelea kuzungumziwa na marika tofauti. Wengi hapa wakiamini kuwa mti huu wa mkuyu umewaletea laana kwa miaka mingi. Japo kwa wengine mti huu ni mti kama mti mwingine, kwa wengine ndiyo shina la matatizo ya mlima Elgon. Kwa karne mbili sasa, wakaazi wanaamini kuwa laana zilizikwa hapa, na sasa wengi wanadai kuwepo kwa mti huu kunaendelea kuathiri vizazi. Niambiwa na nyanya kitambo kidogo, nikaambiwa kuna vitu vilikuwa vimewekowekwa na malaiboni hiyo ndio inaleta shida mlima Elgon. Na mlima yetu, hata mimi nilipoteza mume kwa hiyo njia ya laana. Wale koo mbili wanatusaidia waleta amani kwa kutoa vitu ambayo iliweka more than 200 years back. Na hiyo si ati kitu ya inafichwa wakati natolewa, watu wote wanaona na macho yao, na ukuwito wa kuung'oa mti huu ukiendelea. Wakazi wanasema ndiyo njia pekee ya kuzima kile wanasema ni laana ya muda mrefu. Hata hivyo, siyo kila mmoja anayekubali. Mbunge wa eneo hili Fred Kapondi na kamishna wa kaunti Thomas Sankey wakisema yote haya yanayosemwa na wakazi ni itikadi zisizo kweli. Simba mchunge isiwe ni, ni mambo ingine inaletwa kuingiza watu na kuwapa hofu ili waanze kufanya na kufuata watu wengine vile isivyostahili. mambo hiyo hiyo hiyo tuchungane nayo sana. Zoezi la punde kuung'oa mti huu wa mkuyu limekumbwa na pingamizi, polisi wakifikishwa hapa kusimamisha shughuli hiyo, kuondoa mti ule wa mkuyu pale shule katika shule ya Toroso. Sasa hayo ni mambo ambayo yalisemwa na wazee wetu kama miaka mia mbili iliyopita. Inakuwaje mbunge leo anadai ya kwamba huo mti ukiondolewa ni yeye ameondolewa uongozini? Alikuwa wapi yeye miaka mia mbili iliyopita? Kwa sasa swali linalosalia ni je, huu ni mti tu au ni kweli ni mzigo wa laana kwa wakaazi Melita Ole Tenges, Runinga Citizen. <laughs>